Licha ya maandamano yaliyofanyika katika kanisa la Jesus Winners huko Roisambu kupinga msaada wa kifedha wa Rais William Ruto kwa taasisi za kidini, mapema leo rais ametoa tena mchango wa shilingi milioni 20 kwa kanisa la AIC eneo la Kesses, kaunti ya Uasin Gishu. Ruto akipuzilia mbali wanaokashifu uhusiano wake na kanisa hilo na kushikilia kuwa imani yake ni muhimu kwa uongozi wake na kwamba ataendelea kufadhili miradi ya kidini nchini. Niko na imani kwamba neema ya Mungu inatosha kubadilisha taifa letu la Kenya iwe ni mahali ambapo sote tunajivunia kuwa wananchi wa taifa hii. Ruto pia aliwajibu wale wanaopinga michango ya makanisa akiwashtumu kwa kuwahadaa vijana. Wanajaribu kutuambia kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii yes. Hatusemi, sijasema, wapende wasipende, sijasema hivyo, lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Viongozi wa kisiasa waliojiunga na Rais katika ibada hiyo waliunga mkono mchango wa rais wakiitaja michango hiyo inaambatana na maandiko ya Biblia. Mba usiende kwa kanisa ya Mungu mikono tupu, na upeane kulingana na vile Mungu amekubariki. Sasa hao wanapiga kelele, Biblia sio Lusaka, anasema Biblia ndio imesema na hii kanisa iko sawa kabisa. Mimi naomba uh, rais wakati unawasaidia pia uwasaidie kabisa bila kuogopa ndio hiyo kanisa ikuwe sawa sawa. Aidha, wamewataka Wakenya kuwaombea viongozi ili kuwepo na amani na viongozi kufanya kazi pamoja. lelea wote secondary school hasa unaniambia nirudi mara kwa mara, mimi nitaenda kuanzia wapi? Hata sijui huko nitaenda nianzie wapi. So mimi nataka niwa, niwaambie umoja ni nguvu. Huyu Omondi alikuja ali hapa akiwa mwanabiashara mdogo akawa kansola. Sasa yeye ndiye anatuongoza kwa vitu mingi, tunapanga mambo mingi na yeye. Tuwe na Kimani, tuwe na mwingine pale. Hii maneno ya siasa ya ukabila ni maneno ya ujinga. Tunaunganisha Kenya nzima, na sisi wote tunataka tuungane ili Kenya isonge mbele. Vile vile wamempongeza rais kwa kufanya miradi ya maendeleo katika maeneo tofauti nchini bila kuegemea maeneo wala kabila. As I move around the country in Siaya we have Uh, aidha pia walisifia mkataba wa ushirikiano kati ya Rais Ruto na Raila Odinga. Swala la bima ya SHA pia lilizungumziwa wakisema kuwa bima hiyo ina manufaa mengi kwa Wakenya. Robi Chacha K24.